Assalamu alaykum, leo iko ni tarehe 17 mwezi wa Novemba mwaka 2025, nakaribisha kwa moyo karimu fura na bashasha. Hii ni mawimbi ya michezo aa, itakuwa ikiangazia kila aina ya michezo. Wikendi hii tumeshuhudia baadhi ya ngarambe. Lionel Messi akiwa ardhi ya Afrika amefunga goli muhimu, huko Argentina, akimtandika Angola, Palencas, Negras, magoli mawili kwa sufuri nchini Angola mechi nyingine ya kirafiki Guinea Ikweta, uni ikitora ikitorargini aliweza kumtandika Harambee Stars goli moja kwa sufuri. Nchini Uturuki katika mechi ya kirafiki naye Ureno Portugal ashafuzu ndani ya kombe la dunia, manake alimtandika Armenia magoli manane kwa moja huku Bruno Fernandez pamoja na John Neves wakifunga magoli matatu hattrick. Sio hayo tu, bali pia tutaangazia mechi hapa nyumbani hii ni FKF Sport Pesa League ambapo hiyo jana iliingia mechi ya awamu ya tisa. Huku FC Leopards wakiokota vingi, wakiokota takriban milioni moja nukta mbili kutokana na viingilio. Sio mechi hiyo tu, bali pia Mafande Kenya Police waliweza kumkwangura huyu ni taska wanamvinyo magoli mawili kwa moja huku mchezaji Eric Zakayo pamoja na Daudi Simiu wakitia kimiani magoli ya Kenya Police. Andamana nami sako kwa bako, bega kwa bega, nikupatie taarifa kamili kutoka nyanja tofauti tofauti. Hii ni mawimbi ya michezo na mwana michezo Davidosky. Habari kwa kina ni kwamba mechi za kufuzu kombe la dunia Nigeria, baada ya kumtandika nne kwa moja Gabon na kufuzu hadi hatua ya fainali ya mechi za playoffs ya kufuzu kombe la dunia Alitandikwa hiyo jana kupitia mikojo ya penalti na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo magoli manne kwa matatu mechi ilitamatika magoli, eh, sare ya goli moja kwa moja, eh, muda wa kawaida 90 minutes, muda wa nyongeza extra time ikatamatika sare ya goli moja kwa moja, hivyo ikalazimika kuelekea tuta ya penalti mechi hii ilitamatika manne kwa matatu kwa faida ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mechi nyingine ambayo ilisakatwa hiyo jana ni Italiano walitandikwa mzolomboko wa magoli manne kwa moja huku mchezaji Erling Haaland akifungia nchi ya Norway magoli mawili kwa sasa jumla magoli ya magoli amefikisha thelathini na moja. Mechi nyingine ambayo ilisakatwa ni Uingereza dhidi ya Albania, Harry Kane akifunga magoli mawili, huku akimpita e, nguli e, Pele kwa magoli sabini na nane, manake Pele alifunga magoli sabini na saba. Mechi nyingine ambayo ilisakatwa ni Azerbaijan ambayo ilitandikwa matatu kwa moja na Ufaransa. Ufaransa magoli ya Ufaransa yalitoka kimiani na Mateta pamoja na Duram ambao alifungia timu hii ya Ufaransa. Mechi nyingine Ureno Portugal akiwa nyumbani alimtandika magoli manane kwa moja Armenia ya mechi Cristiano Ronaldo aliweza kupatiwa kadi nyekundu na yojana Bruno Fernandes na hodha wa Manchester United pamoja na Joe Neves, kiungo cha katikati wa Paris Saint-Germain waliweza kufunga magoli matatu kila mmoja, na kuisaidia kuisaidia timu hii hii nchi Ureno kufuzu hadi kombe la dunia. Hii kombe la la dunia dunia itakuwa ya ya sita ya kwa Cristiano Ronaldo manake mwaka 2006 2006 ilikuwa E, kombe la dunia ya kwanza Cristiano Ronaldo pamoja na Luka Modric sambamba na Gwiji, Lionel Messi. Mechi nyingine Uhispania walikitia mchanga kitumbua cha Georgia kwa magoli manne kwa sufuri. Oyazabal pamoja na Martin Zubimendi walifungia timu hii ya Uhispania. Uturuki wakiwa nyumbani walimtandika Bulgaria magoli mawili kwa sufuri. Huku mchezaji Chalanolu akifungia timu hii ya Uturuki. E, timu ambazo zishafuzu hadi kombe la dunia ni Senegal hapa Afrika e, Simba wa Kiteranga Senegal, washafuzu, Morocco, Misri, Egypt, Algeria, Ivory Coast, Tunisia aria e, Afrika Kusini, visiwa vya Kapovade pamoja na Ghana, hao wote washaji katia tikiti hadi kombe la dunia litakalo litaka, litakaloandaliwa mwaka ujao na nchi na nchi tatu Marekani Kanada pamoja na Mexico. Tukiweka pembeni hayo ya, ya kufuzu kombe la dunia, mechi za kufuzu kombe la dunia. Tuangazie mechi za kirafiki ambazo zilisakatwa weekend hii. Brazil walikitia mchanga kitumbua cha Senegal walipokuwa wakipiga mechi muhimu ya kirafiki ndani ya Ugo Emirates, Ugo Arsenal. Magoli ya Brazil yaliweza kufungwa na kinda muhimu wa Chelsea uni Estevao Willian ambaye alifunga goli la pili huku mchezaji Carlos Casemiro E, kiungo cha katikati wa Man United akiifungia timu hii ya Brazil. Mechi nyingine ambayo ilisakatwa ni Tanzania waliweza kutandikwa magoli manne kwa matatu na Kuwait, Gine Kweta ikaitandika Kenya goli moja kwa sufuri. Hiyo kesho kutakuwa na mechi muhimu, Simba wa Kiteranga hawa ni Senegals watavana na Harambe Stars nchini Uturuki, na ikumbukwe kuwa huyu Simba wa Kiteranga aliweza kutitigwa na Brazil. Sasa itakuwa ni mechi muhimu manake sisi sote tumepoteza. Sisi sote tutakuwa na tutakuwa na shauku angalau ya kushinda mechi mechi ya kirafiki. Angola wakiwa nyumbani walitandikwa na Argentina magoli mawili kwa sufuri. Lionel Messi wiji akifunga goli lake ndani ya dakika themanini na mbili. E, goli hili amefunga goli lake la kwanza kwenye ardhi ya Afrika tangia anze soka yake. Manake hii ni goli yake ya goli yake ya mia nane tisini na tano, katika kwenye mechi ambazo amecheza elfu moja mia moja thelathini na nne tukiweka hayo pembeni ya mechi za kirafiki. Sasa turejee hapa nyumbani katika, kwenye ligi ya sportpesa league FKF ambapo jana tulishuhudia mechi mechi, za, mechi ya awamu ya tisa FC Leopards, vijana wake Fred Ambani waliweza kutoka sare ya goli sufuri kwa sufuri dhidi ya Muranga Seal, na kutokana na mechi hii FC Leopards waliokota takriban e, milioni moja nukta, nukta milioni moja nukta saba kutokana na viingilio, ukuzaji wa tiketi. Wanamvinyo taska walileweshwa magoli mawili kwa moja na maafande Kenya Police, Eric Zakayo pamoja na Daudi Simiu wakitia magoli Eric Kapaito akaifungia timu hii ya Tasca goli la kufutia machozi, huku mchezaji Donald Donald Angai akifungia timu ya Madare United. Mkoa wa Pwani walimtandika Batoto ba Mungu mabingwa mwaka 2009 magoli mawili kwa sufuri Erista Urute akifunga magoli yote. Posta Rangers wakiwa nyumbani uga wa Kasarani Annex walitoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Marashuga, mechi hii ilitamatika sare ya goli moja kwa moja. Brano Otieno alifungia Posta Rangers huku Drona Upenda akifungia timu ya Marashuga. Mechi nyingine Bidco na KCB ilitamatika sufuri bin sufuri, nayo hiyo kesho vijana wasiozidi umri wa miaka 17 wanaongozwa na mkufunzi, eh, William Kanu Muluya anainua makali karibu Bangi Sharks watakipiga dhidi ya Somalia kwenye mechi za kufuzu AFCON, mechi za Sekafa. Mechi nyingine Senegal watavana na, na Kenya hiyo kesho nchini Uturuki. Gormaya wako kileleni mwa jedwali na alama 16, wanafuatwa kwa karibu na Homeboys, alama 15, FC Leopards ni ya tatu na alama 13. Kufikia hapo sina budi ila natamatisha. Hiyo imekuwa ni mawimbi ya michezo na mwana mwana michezo michezo Davidosky Floski, nimekuvushia kutoka hapa taasisi elimu ya Jewel, na umetega sikio ukasikiza ukasikiza mlio mlio wake. Nimeshagonga gogo, mlio wake nimeshagonga gogo kama mwana michezo, Davidosky kwa kadri neema itakavyotupatia nafasi, nitanguruma tena wiki ijayo na mengi zaidi kwenye mawimbi ya michezo, goodbye.